Ndugu wanahabari, jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Machegere Wambura mwenye umri wa miaka 52 mkazi wa kijiji cha Robanda wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara kwa tuhuma za mauaji ya Bijeni Baragwa Nyamos, Nyamosega Nyamosenga, mwenye umri wa miaka 45 mkazi wa kijiji cha Robanda wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara. Tukio hilo limetokea tarehe 21 Mei 2025 majira ya saa moja asubuhi huko katika kijiji cha Robanda wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara, ambapo mtuhumiwa Machegere Wambura alimshambulia Jane Baragwa Nyamosenga kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali ambacho kimsingi ni kisu, maeneo mbalimbali ya mwili wake na kusababisha kumwaga damu nyingi, hali iliyopelekea kifo chake. Ifahamike kwamba uchunguzi wa jambo hili ulifanyika, ambao ni uchunguzi wa awali, na katika uchunguzi huu wa awali imebainika kuwa chanzo cha tukio hilo, na hii ilitokana na marehemu kubaini kuwa mtuhumiwa alikuwa anajihusisha na vitendo vya kihalifu hususani wizi na ujangili, hivyo mwanamke aliona haitakuwa vizuri kuendelea na mwanaume wa aina hiyo. Lakini pia hawa ni watu ambao wamekutana wakiwa watu wazima, na mwanamke alikuwa na watoto wenye akili na utambuzi, hivyo waliona baba wa aina hii si mtu mwema kuendelea kukaa kwenye familia ile, na yeye akaamua kuchukua maamuzi hayo ya kumtoa uhai